Mungu anatutarajia kutoa kutoka katika tulivyo navyo. Huwezi ukatoa kitu usichokuwa nacho. Kuna watu wameishia kwenda kuchukua mikopo kwa ajili ya kusema wanataka kutoa kwa imani. Kuna watu ambao wameishia katika madeni makubwa, kuna ndoa zimevunjika, kuna watoto wamefukuzwa shule kwa sababu walikwenda kutoa ada ambayo wamepewa. Usitoe kwa sababu mimi mchungaji nimekuwekea presha, nimekushurutisha, nimekulazimisha, nimekutishia. Usikubali, usiende tu ile ya kanisani, basi nafika ndo unaamua unachomoa chochote unachokia. Tutoe kwa kupanga, tupangilie mambo, ufanye maamuzi. Una familia yako, fanya maamuzi, pangilia. Uko na mkeo na mmeo, kaeni chini, fanyeni maamuzi, Dhamiria kutoka ndani ya moyo wako. Mafundisho anaokuwa anaelezea na watu wengi wanasema toa mpaka roho iume, kwamba kitu kama akija kuuma basi amjamtolea Mungu. Kama unatoa kitu na kinakuuma basi utoaji wako hauko sahihi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu cha Mawimbi ya Uamsho na Matengenezo. Ni wakati mwingine tena Bwana ametujalia tuweze kuendelea kujifunza kutoka katika neno lake na kipindi hiki tutajikita zaidi katika kujifunza. Na leo tutakuwa tunaangalia kwa ufupi kuhusu kanuni za kuzingatia katika utoaji kulingana na maandiko. Um, utoaji ni eneo ambalo uh, limekuwa na changamoto nyingi sana pamoja na kwamba utoaji ni jambo la muhimu linasimamia katika kupeleka kazi ya Mungu mbele, kutunza watumishi wa Mungu waweze kuendelea kuipeleka kazi ya Mungu mbele, kukutana na mahitaji ya watu mbalimbali mbali, ndani na nje ya kanisa. Lakini pia ni eneo ambalo limekuwa na changamoto nyingi kwa jinsi ambavyo uh, labda kutokana na mafundisho au kutokana na mapokeo ambayo tumekuwa nayo. Sasa katika kipindi hiki ki uh, ambatana pamoja nami Uh, niweze tuweze kupitia uh, kwa ufupi sana kuhusu baadhi ya kanuni za kuzingatia uh, tunapotoa au tunapomtolea Mungu na ninaposema kumtolea Mungu, si tu kutoa kwenye nyumba za ibada, lakini pia inahusisha tunapokuwa tunagusa maisha ya wahitaji wengine katika jamii. Wanaweza uh, kuwa ndugu zetu, wanaweza kuwa waamini wenzetu wanaweza kuwa tu ni watu katika jamii wenye mahitaji mbalimbali. Vyote hivyo kwa ujumla wake, kulingana na maandiko, vinaangukia katika kundi la utoaji. Lakini pia kuna mahitaji ambayo yanakuwa katika kanisa la mahali pamoja, kanisa la mji, kanisa la taifa, kanisa la ulimwengu. Lakini pia kuna vitu mbalimbali vinavyoendelea katika mwili wa Kristo. Kwao tunapoongelea utoaji tuko katika muktadha huo. Sasa, moja kwa moja nitakwenda kuanza na kanuni ya kwanza ambayo ni ya msingi sana kuizingatia tunapokuwa tunamtolea Mungu, na kama nilivyosema kumtolea Mungu katika muktadha wa kipindi hiki hapa tunapoangalia hakujikiti tu katika kanisa ambalo unakwenda bali, ni ni, ni, ni eneo mtambuka linagusa maeneo mbalimbali. Uh, tutaanza na kitabu cha Mathayo, injili ya Mathayo sura ile ya sita mstari wa kwanza mpaka wanne tunapata kanuni yetu ya kwanza na tunaanza kwa kumsikiliza Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema katika ule mstari wa kwanza: Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe nao, na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo. Alikuwa anaongelea mambo kadha wa kadha, kwa habari ya huo mstari wa kwanza unaongelea mambo ya kutenda mema yaliyo mengi, lakini sasa mstari wa pili mpaka wanne unajikita katika kutoa. Anasema, basi wewe utowapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue unayoyafanya mkono wako wa kuume. sadaka yako na iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Sasa tunaona kabisa hapa Yesu ameongelea mstari ule wa nne mwisho kwamba kuna swala la Baba aonaye sirini kutujaza au kutulipa kwa utoaji wetu wa sadaka. Lakini kanuni ya kwanza tunaojifunza kutoka katika maandiko haya ni kanuni inayosema kutokufanya wema wowote, ikiwepo utoaji, kwa ukiwa na lengo la kutaka kuonekana kujionyesha upate sifa utambulike na watu. Kwa hiyo tunapotoa, tunapotoa ni jambo la msingi sana ndani ya moyo wetu tuhakikishe lengo letu sio kutaka sifa, moja; kutaka kuonekana, mbili. Na hii tu inaweza isiwe tu kwa maana ya pale nje, lakini hii inachunguza hali ya moyo Unajua, anaweza kwa nje nisionyeshe kitu chochote kama kuonekana, lakini ndani ya moyo wangu hilo ndio kusudio langu. Kwa hiyo Yesu anashughulika na hilo, na Yesu anasema ikiwa tutafanya utoaji wa namna hiyo, tusitegemee thawabu yoyote kutoka kwa Mungu, kwa maana tumekwisha kupata thawabu kile tucho kwake tunakitafuta. Na watu wengi sana tunaangukia katika eneo hili, kwa sababu hata ya mifumo ambayo makanisa yameweka, utakuta tunakuwa na mifumo mbalimbali ambayo badala ya kuhamasisha utoaji wa siri, mtu atoe yeye kati na Mungu wake, mifumo yetu mingi imekuwepo mifumo ya kushindanisha. Na kumbuka mwanadamu yoyote kwa sababu asiri yake ni kutaka kuonekana, ukiweka mifumo katika kanisa ya kushindanisha, kwa vyovyote vile utakuta watu watahama kwenye kanuni ambayo neno la Mungu limeitoa na wataanza kutoa kwa kutaka kuonekana. Na mifumo mingine ambayo tumeweka katika makanisa leo ina promoti inasisitiza kabisa kwamba mtu aonekane. Hata tunaowasifia utakuta kuna watu wanaitwa wanasifiwa, utakuta kuna watu wanaitwa mbele wao ndio waonekane. Utakuta kuna aina fulani za sadaka lazima watu waje mbele, alafu aina zingine za sadaka watu hawaendi mbele wanasimama kule mbele, wanaombewa. Kwa hiyo kuna kipindi mtu anafanya tu ili aonekane na mchungaji wake kwamba amefanya, kwa maana asipoonekana amefanya hivyo atakuwa atakuwa mchungaji wake labda atamwona vinginevyo au waumini wenzake watamwona vinginevyo. kwa kuna mifumo mingi ambayo imeingizwa ime katika katika katika kanisa lakini inaondosha kanuni hii ya msingi sana katika utoaji ambayo kanuni hii inataka utoaji uwe wa siri na moyo ndani ya mtu uwe ni kwa yeye anatoa mbele za Mungu na Mungu pekee ndio anaona. Lakini mifumo yetu mingi inapromoti, inahamasisha utoaji wa kujionyesha, lakini pia watu wengi sana wanafanya kwa kutoa kujionyesha. Tunapoangalia maandiko haya yanatuonyesha kwamba unapofanya hivyo, kumbuka, hakuna thawabu yoyote nyingine ambayo utegemee sasa na baadaye, katika uzima wa milele au katika uzima ujao. Hiyo ni kanuni ya kwanza, nataka tuiangalie kwa makini. Hebu angalia utoaji wako wewe, mpendwa, ambao umekwisha kumjua Kristo, na wewe mtumishi wa Mungu katika nyumba ya ibada na katika mifumo mingine yote, unahitaji changizo la kitu chochote. Hebu angalia na hakikisha wale wanaotaka washiriki wa baraka ya utoaji huo, usiwaingize katika majaribu ya kutoa kwa kutaka kujionyesha, kwa sababu unawakosesha baraka kutoka kwa Mungu. Jambo la pili na kanuni ya pili ambayo tutakuwa tunaiangalia ile inayosema ukubwa au udogo wa sadaka ni zao la uwiano, yaani si ile kiwango, bali ni uwiano wa mtu alichonacho na kile anachokitoa. Sasa watu wengi, kwa sababu tumezoea, unaweza ukamkuta mtu huyu ametoa. Ntatoa mfano, mtu labda anayo shilingi elfu tano akatoa shilingi elfu mbili na mia tano kwa hiyo huyo mtu ametoa asilimia hamsini ya kila alichokuwa nacho. Alafu mtu mwingine anayo laki moja akatoa shilingi elfu kumi kimsingi ametoa asilimia kumi. Sasa kwa macho yetu ya kibinadamu na tunapoangalia katika mtazamo wa kibinadamu tunafikiri ya kwamba aliyetoa elfu kumi ametoa zaidi, na kwa bahati mbaya sana hata mifumo yetu katika nyumba za ibada inakwenda kwa kutumia kigezo cha kiasi badala ya uwiano. Kwa utakuta mtu anasema watoaji katika kusanyiko hili ni hawa, lakini anachotumia kigezo hicho ni kuangalia wale wanaotoa wa kiasi kikubwa, lakini sio kanuni iliyo katika maandiko. Tukiangalia katika injili ya mtakatifu Luka uh, tunamwona tena Yesu akitoa maelekezo mengine na akituonyesha kanuni ya msingi sana, sura ile ya ishirini na moja mstari wa kwanza mpaka wa nne. Nitasoma ili mtu asija akasema natengeneza kanuni zangu mwenyewe. Biblia inasema hapo, akainua macho yake, huyu ni Yesu, akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina, akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti mbili. Kumbuka hizi ni senti mbili, kumbuka alafu kuna watu wametoa wa matajiri wakitia sadaka zao kwa kaoni nyingi. Akasema, hakika nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadaka katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Kwa tukiangalia hapa kanuni ya ukubwa au udogo wa sadaka machoni pa Bwana na kulingana na maandiko ni swala la uwiano na uwiano gani? Ni uwiano wa kile mtu alicho nacho na anachotoa, na sio Waingereza tungeweza kusema the absolute number. Hatuangalii ile kiasi tu, tunaangalia uwiano. Kwa kwa lugha nyingine mtu aliye nacho kingi anatarajiwa atoe kingi zaidi katika uwiano ule. Na machoni pa Mungu utoaji, ukubwa au wingi kwa wa sadaka unategemea sana uwiano kwa. Mtu anaweza katoa asilimia tano, asilimia kumi, asilimia thelathini, asilimia hamsini, tisini au mia, lakini ni asilimia ya nini? Ya kile kitu alichokuwa nacho. Sasa jambo hili linaweza likatufundisha kitu, kwa kulingana na hiki tunaweza tukaona, mimi kama mchungaji siwezi kujua nani kweli ni mtoaji mkubwa katika kusanyiko ambapo nipo, na kwa hiyo sitakiwi kuanza kusema hawa ndio watoaji wakubwa au huyu ni mtoaji mdogo, labda kama ninajua kipato chao chote, kwa sababu ndio nitaweza kujua kwamba wametoa ku kwa asilimia, kwa sababu ukubwa au udogo wa sadaka unatokana na uwiano wa kile Mungu wa kile mtu alichokuwa nacho. Kwa hiyo ni muhimu sana ku, kuangalia jambo hilo, lakini tunapokwenda kwenye kanuni nyingine tunataka tujifunze tena, tuone kanuni nyingine. Kanuni nyingine ambayo tunaitoa katika maandiko, tunaona ya kuwa tunatoa kulingana na vile ambavyo Bwana ametubariki navyo, sio ambavyo hatuna. Ni kanuni ya msingi sana, kanuni ya msingi sana ya kwamba Biblia inatutarajia na Mungu anatutarajia kutoa kutoka katika tulivyo navyo. Huwezi ukatoa kitu usichokuwa nacho. Kumekuwa na mafundisho mengi sana kwenye eneo hili. Kuna watu wameishia kwenda kuchukua mikopo kwa ajili ya kusema wanataka kutoa kwa imani. Kuna watu ambao wameishia katika madeni makubwa, kuna ndoa zimevunjika, kuna watoto wamefukuzwa shule kwa sababu walikwenda kutoa ada ambayo wamepewa. Lakini msingi na kanuni ya Biblia inasema huwezi ukatoa kisichokuwa cha kwako au usichokuwa nacho. Kwa hiyo kila ambacho Mungu amekubariki nacho, kutoka katika hicho ndio tunamtolea Mungu, asilimia au uwiano. Sasa uwiano wa asilimia ngapi wewe unaona? Kwa sababu ni kadri unavyompenda Mungu na kuona unaweza kutoa asilimia mia na kuendelea. Sasa nitakuonyesha kwa nini nasema uweze ukatoa, tunatoa tulicho nacho na kuanzisha katika maandiko, katika Wakorintho wa pili sura ile ya kumi na ya nane mstari wa kumi na mbili, lakini ukisoma mstari wa kwanza mpaka ule wa kumi na mbili utapata picha vizuri. Lakini kwa ajili ya kipindi hiki tu nataka nikuonyeshe hilo andiko moja, lakini wewe kwa muda wako unaweza ukasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili na pia utasoma uh, Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa pili. Kwa hiyo nitasoma tu mstari huu mmoja kwa ajili ya kuelezea kile ambacho nimekisema, Wakorintho wa pili nane kumi na mbili, Biblia inasema ya kwamba na maana kama nia ipo hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Labda nisome na Wakorintho wa kwanza pia 16, maana 16, mstari ule ule wa pili unasema, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Mtume Paulo hapo alikuwa anaongelea haba, habari ya sadaka aliyokuwa anaikusanya kwa ajili ya kuchukua kutoka kwa makanisa wa mataifa kupeleka kwa uh, kanisa iliyokuwa Yerusalemu waliokuwa katika changamoto. Lakini kanuni tunaojifunza kutoka katika maandiko haya yote mawili ninatuonyesha na kututhibitishia kwamba mtu anatoa tu kila alichokuwa nacho. Kwa hiyo mpendwa, usiingie katika madeni kwa maana ya kusema unatoa kwa imani. Najua hilo fundisho limekuwepo sana. Au wewe mwanafunzi, usiende kutoa ada yako, kwa sababu ada hiyo sio ya kwako, ni ya shule. Mzazi wako amekupa hiyo ni ada ya shule. Sasa utasema mchungaji, labda Roho Mtakatifu alisema. Kama atasema, mimi ni nani kama amekuelekeza maalum? Lakini kwa maana ya kanuni na kwa maana ya utaratibu kulingana na maandiko ni kwamba mtu anatoa kile alicho nacho tu, kutoka kwenye kile alichokuwa nacho, sio kutoka kwenye kile ambacho hana. Lakini tuendelee na kuangalia kanuni zingine kwa sababu zinatusaidia sana katika utoaji. Uh, iko kanuni ambayo unajua sasa hii tunaipenda, watu wote tunaifahamu, ni kanuni ya kuvuna sawa sawa na ulivyopanda. Wakorintho ile ya pili. Hiyo naamini sitakaa sana kwa sababu ni moja ya kanuni ambayo watu wengi sana ndio tunaiongelea. Wakorintho, Wakorintho wa pili, sura ile ya tisa mstari wa sita mpaka wa tisa. Lakini ni vizuri tu nikasoma inasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atowae kwa moyo wa ukunjufu. Mstari wa nane. Na hapa zipo kanuni kadha wa kadha, na nitaziongelea zote kwa pamoja. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate e, kuzidi sana katika kila tendo jema. Mstari wa tisa, kama ilivyoandikwa ametapanya, amewapa maskini haki yake ya kamilele. Sasa ziko kanuni chache hapa ambazo nataka nizongee kutoka kwenye maandiko. Utasoma pia Luka sura ya sita mstari wa thelathini na nane. Kanuni hiyo ya kwanza ni ya kuvuna sawasawa sawa na ulivyopanda. Ukipanda kwa ukarimu unavuna sasa watu wengi wanafikiri hapa labda ni kiasi. Kumbuka tumesema wingi au uchache ni swala la uwiano. Kwa hiyo mtu hata kama tungesema kwa habari ya ukubwa wa sadaka unatokana na uwiano mtu aliyotoa. Kwa hiyo yeye anatoa mfano huu unasema, kwa hiyo kama nina elfu tano nikatoa elfu tano yote, maana yake nimepanda asilimia mia mia. Kwao nikivuna nitavuna asilimia mia, sio lazima asilimia mia iwe ya elfu tano, kulingana na kile Mungu atakachokuwa ameamua. Lakini kama kwa maana ya hivyo, na kuna uvunaji huko katika maeneo mbalimbali, si tu katika pesa unaweza ukapanda pesa ukavuna afya njema, Mungu akakujalia vitu vingine. Lakini kanuni inasema kadi tunavyotoa kwa wema, kadi tunavyotoa kwa uaminifu, kuna namna ambavyo tunapokea. Hiyo ni kanuni isiyopinga. Lakini kutoka kwenye maandiko pia tunaona ah, kutoa au kutoa, kanuni ni ya kutoa kama mtu alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa kulazimishwa au kushurutishwa, na ningependa nikazie hii na nitamaliza na kanuni nyingine moja kwa leo na tutaendelea kanuni mm. zingine wakati mwingine. Hii nataka nikazie ni kwa sababu hapa ndio kuna changamoto kubwa katika nyakati tunazoishi siku hizi za leo. Biblia inatuonyesha na kanuni hii ni ya msingi, mtu atoe kama alivyokusudia moyoni mwake. Mtoaji anakusudia ndani ya moyo wake, mtoaji hatoi. Usitoe kwa sababu mimi mchungaji nimekuwekea presha, nimekushurutisha, nimekulazimisha, nimekutishia, usikubali. Dhamiria utoaji ambayo Biblia inataka tuufanye, kanuni inayokubarika. Moja ya kanuni ya msingi katika utoaji ni mtu atoe kama alivyodhamiria. Na kwa nini ni ya msingi? Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yetu, anatusaidia kutaka kwetu na kutenda kwetu sawasawa sawa na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo usiseme, umelazimishwa usitoe kwa sababu umewekewa pressure. usitoe bila kuwa na maamuzi yako ya ndani, toa kile ulichodhamilia kutoka ndani ya moyo wako, na ndio maana ni muhimu sana. Kuna kanuni nyingine inatuambia tutoe kwa kupanga, tupangilie mambo, ufanye maamuzi. Una familia yako, fanya maamuzi, pangilia huko na mkeo na mmeo, kaeni chini, fanyeni maamuzi, dhamiria kutoka ndani ya moyo wako. Usiende tu ile ya kanisani, basi nafika ndo naamua, unachomoa chochote unachokichomoa. Lakini ebu amua, dhamiria. Hata kama mtu angepiga tarumbeta namna gani pale mbele, ashawishi namna gani, kama bado hujaamua moyoni mwako, usifanye huo utoaji. Nasikia kuna watu wengine Ah, nitaenda kanuni nyingine hapa, afu nitaziunganisha mbili. Kanuni nyingine nasema, kutoa kwa furaha, sio kwa huzuni, kutoa kwa moyo mkunjufu, sio kwa manung'uniko na maumivu. Hapa ni eneo jingine ambalo sisi wahubiri tumekuwa tukisema mambo mengi sana yaliyo kinyume na kanuni, na sioni maandiko sehemu yoyote yanayosema kwamba mtu atoe kwa maumivu. Siyaoni, sijawahi kuona andiko hilo, bali ninaposoma ninaona katika agano jipya tunatakiwa tutoe kwa upendo kwa moyo mkunjufu na kwa furaha. Tunaona watu wa Makedonia, pamoja na umaskini waliokuwa nao, pamoja na dhiki waliokuwa nazo, walitoa kwa moyo wa furaha. Lakini pia waliamua kile kiwango walichotaka kutoa, walidhamiria kutoka ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha pasipo na shaka, na tunajifunza katika hizi kanuni, ya kwamba moja ya kanuni ya msingi katika utoaji ni mtu atoe kile alichodhamiria, Aamue, asishurutishwe, asifanye kwa hofu, asifanye kwa pressure. asifanye kwa jambo lolote, asishurutishwe. Usikubali na wewe, amua. Lakini kama unampenda Mungu utaamua na utamtolea Mungu, kwa sababu nataka kazi ya Mungu iende mbele, watumishi wa Mungu wakawa mazingira mazuri, wahitaji waweze kupata mahitaji yao kupitia utoaji wako, na Mungu wa mbinguni anakubariki. Lakini lingine hili niliosema hapa ni kwa furaha na sio kwa huzuni. Sasa kuna watu mafundisho uh, anaokuwa anaelezea na watu wengi wanasema, toa mpaka roho iume. Sasa nimekuwa najiuliza, nimekuwa nikiangalia maandiko, sijaona mahala popote ambapo watu waliagizwa au walielekezwa kwamba watoe mpaka roho iume, kwamba kitu kama hakija kuuma basi haujamtolea Mungu, kama unatoa kitu na kinakuuma basi utoaji wako hauko sahihi. Haimaanishi kwamba ukitoa kitu kikubwa roho ndio ikuume tunaona mfano ambao Mungu wetu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo alimtoa mwanaye mpendwa Yesu Kristo. Hakumtoa huku anaumia, hakumtoa huku anaumia. Biblia inasema alimtoa kwa upendo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Kitu unachokitoa kutoka kwenye upendo hakiwezi tena kikaambatana na maumivu. Hivyo vitu viwili haviwezi kukaa kwa pamoja. Hauwezi ukampa mtu zawadi kwa sababu unampenda wakati huo huo tena huu unasikia maumivu kwa zawadi uliokuwa umempatia. Hiyo ni vitu vinavyogongana na vizu kubalika. Najua watu wengi wanatolea mfano wa Ibrahim alipomtoa Isaka. Ni kweli alitoa kitu chake cha thamani, lakini hapana sehemu yoyote ambapo Biblia inasema wakati baba yetu wa imani Ibrahim anakwenda kumtoa Isaka kama sadaka, roho yake ilikuwa inamuuma. Kwa hiyo fundisho na mtazamo wa kusema kwamba utoe kitu kikuume haliko kwenye maandiko, hakuna sehemu yoyote ambapo tunaweza tukalithibitisha. Lakini mtazamaji wangu, yamkini unalijua, unaweza ukaweka kwenye komenti na ukathibitisha, kwa sababu tuko katika kujifunza na kujadiliana. Lakini kulingana na maandiko na kanuni tunaoiona ni kwamba tunapaswa tutoe kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa furaha na kwa upendo. Sasa uwezi ukafanya hivi huku unasema tena unaumia. Bwana Yesu asifiwe sana Mtazamaji wangu leo, nimepitia hizi kanuni kadha wa kadha, lakini kipindi chetu kitakachofuata tutaendelea pia na kuziangalia kanuni zingine, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ziko kanuni zingine nyingi ambazo zinatuongoza tunapotoa katika Agano Jipya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kama unalo swali lolote basi utaandika kwenye komenti pale, na kama una mchango wowote ambao ungependa kuweka hebu weka kwenye komenti hapo, ili tuendelee kujifunza zaidi. Na wewe ambaye umekuwa unatoa kinyume na hizi kanuni ambazo tumeziona leo, hebu chukua hatua, pitia haya maandiko kwa utaratibu, muombe Mungu na atakusaidia. Ukiwa na swali zaidi, pia unaweza ukatupigia simu kwa namba inayopita hapa kwenye skrini. Lakini nawe mtumishi wa Mungu ambaye umekuwa unatengeneza mazingira yaliyo tofauti na kanuni ambazo tunajifunza katika maandiko Hebu chukua moyo wa unyenyekevu, rudi kayaangalie maandiko ili tuweze kumtolea Mungu sawasawa na anavyotaka. Kila kitu ambacho Mungu anakielekeza kifanyike ametoa na utaratibu na kanuni na namna ya kufanya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa Mchungaji Ngoma wa kanisa la JCC. Mungu wa mbinguni akubariki sana, tukutane tena katika kipindi kingine. Sasa ili uweze kunapata taarifa ya vipindi hivi, usisahau ku hakikisha una subscribe katika channel zote hizi za kwetu, platform zetu zote za social media, ili kila tunapoposti kipindi uweze kukipata. Lakini pia unaweza uka like, unaweza uka follow. Lakini mwisho, hebu kama umebarikiwa watumie na watu wengine linki yetu, lakini na video hii waweze kuweza kubarikiwa. Mungu wa mbingu nakubariki, kubariki sana. Nitaenda kukuombea. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima na yale tuliojifunza. Ninaamini ya kwamba utakwenda kumsaidia. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Mungu wa mbingu na kubariki, tukutane tena, amen. Kama umebarikiwa na kipindi hiki, usiache kuangalia video hii inaokuja. Mungu wa mbingu